Mtoto wa kike yoyote, iwe ni mwanachuo au yoyote mwanamke, ukiona mwanaume mpaka amechukua hatua ya ku, ku amini kukupatia hela ya chakula kukutoa auti kukupatia zawadi zawadi za bei za za ghali, si unajua, hapo jua kwamba tayari umeliwa, yani kiujuma, kwa <laughs> kauli ya vijana eh, wanaposema unajua, yani tayari jua kwamba hapo inabidi uanguke nayo, unajua tena. Sasa kilichotokea ni kwamba mtoto wa kike unataka kula vitu vya mwanaume, sawa Mtoto wa kike unataka mwanamke mwanaume akupatie nauli, mwanaume akupatie chakula, mwanaume akugharamie, si tu kukuvalisha. Sasa inaitwa Balamatz Balama, okay, Balama kutokana na story ambazo zinaendelea ku trend mitandaoni sasa hivi ambazo zinamuhusisha mwanafunzi mwanafunzi wa chuo cha ustawi pale eh, ambaye alikuwa na, na boyfriend wake na huyo mdada ameuawa kutokana na, na, na inavyosemekana kamchiti boyfriend wake. Kama mwana mitandao lakini pia mdau wa mitandao na mwanajamii wanazungumzia sana swala suala, kwanza ni masuala ambayo yamekuwa matukio ambayo yametokea kwa mfululizo sana hapa hapa kati. Unajua matukio ambayo wanakuta wanachuo kadhaa juzi wanachuo wamedhalilishana, wamedhalilisha mwanachuo mwenzao tena ni mtoto wa kike. Lakini pia hii jana imetokea mwanachuo ameuawa kwa kuchomwa kisu na mpenzi wake, na wana sababu inakuja kwamba watoto wa chuo, kitu cha kwanza watoto wa eh, kike wa chuo ni tamaa. Unajua swala la tamaa ni swala ambalo linaponza watoto wa kike. Unajua chanzo cha mpaka mtoto wa kiume kuchukua hatua ya kuja kutoa uhai au kumtoa uhai mwanamke kwamba imefikia to the extent kwamba ameshindwa kuvumilia, unajua kwamba kile kitu amekivumilia vya kutosha, lakini inakuja kufika mwisho bila hasira zinampanda mpaka anakuja kufanya tukio la mauaji. Mama mtu pia ameojiwa rafiki yake wa marehemu, wame, wame, wametoa maoni yao pia kwamba alikuwa ni mwanaume ambaye anamfuatilia, unajua. Sasa kwa akili ya kawaida ya kibinadamu haiwezekani mwanaume tu akamfuatilia mwanamke akamkataa, lakini akaja akamtoa uhai, yani hiyo kitu ni ngumu. Shetani apite hapa leo au siku ya mwisho itokee, labda ndio atatokea, lakini kwa akili ya kibinadamu na kwa kawaida, yani haiwezekani kabisa. Unajua, inawezekana alikuwa na mahusiano toka zamani, si ndio? Eh, inawezekana pengine ndio hivyo, walikuwa na mahusiano tangu zamani, then at the end of the day akaja akamchiti, pengine au kuna vitu akamfanyia vya hofu, unajua kwa maana mwanaume akachukua nafasi, akachukua hatua ya kuja kumkill yule mtoto wa kike unajua. So kitu ambacho wanaferi watoto wa kike wanashindwa kuwa na uelewa fulani kuhusu haya mambo haya ma masuala ya mahusiano, unajua, kitu cha kwanza mtoto wa kike yoyote, iwe ni mwanachuo au yoyote mwanamke, ukiona mwanaume mpaka amechukua hatua ya ku, ku, amini kukupatia chakula cha kula, kukutoa auti, kukupatia zawadi, zawadi za bei ghali, unajua hapo jua kwamba tayari umeliwa. <laughs> Yani kiujumla kwa kauli ya vijana e, naposema unajua, tayari jua kwamba hapo inabidi uanguke nayo, unajua tena. Sasa kilichotokea ni kwamba mtoto wa kike unataka kula vitu vya mwanaume, sawa. Mtoto wa kike unataka mwanaume akupatie nauli, mwanaume akupatie chakula, mwanaume akugharamie, sio kukuvalisha, kupatie zawadi za kutosha, hapo ndio utoi na nini, ile utoi Eh, the end of the day, anashindwa anashindwa kunalia, anashindwa kuanguka nayo, unajua yani, unataka yani, unafungua mkono afu unafunga mapaja, unajua ndio kile ambacho kimetokea pale, so mtu anapandwa na hasira, kama vile anakuja anafanya tukio kama lile. Lakini pia kitu kingine bana, nadhani kwamba ni mimi nadhani kwamba imani imekuwa ndogo sana, unajua kwenye swala la mahusiano. So what we have to do ni kwamba kwanza inabidi tumuombe Mungu. Yani, hicho ndio kitu cha kwanza, si unajua tena God is over all always, unajua? inabidi tumuombe Mungu katika hili kwa sababu matukio mauaji yamekuwa mengi sana. Kwa upande wangu mimi au upande wako Justin, unajua inakuwa ni gumu sana kusema kweli, au hata mtu akufanyia kitendo kiovu namna gani, akukosea namna gani. Swala so, la kuchukua hatua ya kuchukua silaha mpaka kwenda kumtoa uhai kumuua is something so hard. It's very difficult unajua. Ni maamuzi magumu sana. Magumu sana. Magumu. So mimi na hata uh, wanawake ambao wana, wako kwenye mahusiano au ambao wanatarajia kuwepo kwenye mahusiano wajaribu kuchagua au ku, ku make decision mwanaume wa aina gani, uh, anatakiwa ku date naye au mwanaume wa aina gani inabidi ni date naye so, unajua sio mwanamke wa, wa, wa, wa, unaingia kwenye mahusiano na mwanaume hujui sijawahi kutumia lakini naona na experience, uh, kwenye maisha ya watu ambao wananisunguka kwenye jamii yangu. Unajua banki inaendesha rafiki yangu, yani kama sio banki basi itakuwa ni mapepo kwa kitu ambacho kinaendelea so, inabidi kwanza umjue mwanaume. Mwanaume ambaye una date naye history, kwa background yake, ana tabia gani vile, unajua so, wanawake wengi wa, wa, wa, uh, wanazingatia vile vitu vya nje, yaani wanakuwa wa, wa, sio muonekano unajua, tunasema ni mikumbo Yani, mwanamke mtoto wa chuo sana sana, anaongelea mtoto wa chuo, unajua wanakuwa, sana mtoto wa chuo ambao anakuwa anaathirika sana hivi. Watu wakubwa tayari wanajua hardness of life, unajua tayari ugumu wa maisha ukoje, where to find, where to get na where to hustle unajua. Unajua mahali gani nikatafute, mahali gani nikatafute pesa hivi na vitu vingine kama hivyo, you know? Kwamba umeona mtoto wa kike mwenzako kapendeza, kapaka lip shine, amevaa nywele nzuri, unajua kasuka vizuri, kila wiki anabadilisha mtindo wa kusuka unajua, asuki tuendeleone, asuki siku Kilimanjaro you know, lakini sasa unaona natamani kwamba mimi natamani nifanye na mimi natamani, kama yani hiyo kama, eh, unajua yani jeni, unatamani kuwa kama Asha au, na wakati Asha ni Asha na jeni ni jeni, na unajua na unajua, zela anatupendeza sasa, anatoa wapi? So wanakuja kukosea namna fane, ndo hapo unakuja kukurubuka bwana. Yule mwanaume anaona kama ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, kitu ana maisha mazuri, pengine limeiva fresh. Kumbe mwanangu, haujui ndani ya mwanaume kuna nini, na unakurupuka tu vile lakini, sasa kilichokuja kutokea juzi ni kwamba uh, situation ya yule mpaka mwanaume kuja kumtoa uhai yule mtoto wa kike. Mimi nadhani kwamba uh, wanawake au alichokosea yeye ni kwamba aliishi naye, aliishi naye kama maybe alikuwa, alikuwa, alikuwa walikuwa marafiki sawa, lakini aliishi naye kama mpenzi wake, eh, unajua Eh, wanajua mwanaume pengine amemtoa out kama nilivyokuambia hapo mwanzo, Justin, bila shaka unakumbuka mwanaume. mm -hmm, kamtoa out, kampatia zawadi za gharama, kampatia zawadi za gharama sana, unajua, kamgharamia vya kutosha sana, after the end of the day mkono unautua, lakini, <laughs> so, shikilia, shikilia wa pesa unaotoa lakini huku chini imepita. Mimi nimeliongelea sana wen kwenye, kwenye page zangu na nikasema kwamba wanawake wamekuwa na roho mbaya sana, meibili kwepo tangu zamani, lakini kwa hiki kizazi tunachoenda nacho bana, swala la kwanza ni swala la wifu. Yani kitu ambacho kinatokea kwa watoto wa kike ni wivu. Yani wivu ni kitu kibaya sana. Haiwezekani mwanamke unamfanyia kitu kama kile mwanamke mwenzako, amaay kama kile mwanamke mwenzako back to back ni kwamba sababu ya kumfanyia kitendo kama kile mwanamke mwenzako, sababu ni hivyo. So, swala so la mapenzi unakuja kutana na mwanaume mwenye hata, yani yani hivyo una una, yani sio kwake kialali. Kama ukiona mwanaume mwanaume, hujaolewa naye na mwanaume hajaoa, hicho ni cha wote tunasema, unajua unajua, kwa sababu uh, ndoa ndio inahalalisha mahusiano sasa, watu mmeokotana tu, hata mzazi wako wajui, mama ako ajui, babaako wajui, ndugu zako wajui, wanaojua vingine ni sehemu moja, maana kwamba walikuwa kama, kama, yu, ni kama, e, kama marafiki aakamas wanaishi kama So walikuwa wana, wana ushirikiano mkubwa sana. Kwa hiyo hata siri zao walikuwa wanaambizana. Sasa the end of the day unakuja unamnyanyasa shoga shosti yako, sasa rafiki yako ambaye unaishi naye ndani, yaani huyo ambaye utakuja kuumwa leo e, utakuja kupata taabu, utakuja kupata shida yoyote mkiwa ndani wa watatu, huyo mmoja wako anayemwongelea, jamani, nyinyi mpo watu wapo, watu wapo Mwenge, huyo mmoja wako unayemwongelea let's say yupo Kigamboni, japokuwa sina uhakika wala hajathibitishwa kwamba ndio mmoja wako yule, tunayemjua yule jamaa saa

lakini inakuwaje mwanamke sasa una, wale watoto wakike wanachukua hatua ya kujirekodi au ya, ya kumrekodi mwenzao something so bad brother, najua ni kitu fulani kibaya sana, kama kumdhalilisha. Yani ni kumdhalilisha, wanamdhalilisha. Ndio inawezekana ni kawaida, pozi, na hata nao walifanyiwa, lakini sasa shida ni kwamba unachukua recordings za picha na ujui simu yako leo atashika nani, kesho atashika nani kwamba wanawake wanatakiwa wana, waelewe wana, wana, wana kuna kitu ambacho wanakosea. Wana swala la wivu kwenye mapenzi ni swala baya sana pale. Walikuwa washindwe kumtoa uhai yule mwanamke, yaani walikuwa washindwe hata kumchoma hata kisu, kwa sababu kulikuwa kuna kile ndo huko, mwanamke tayari ameshampiga na fagio la chuma kichwani. Kwa hiyo hadi nguo umemvua, mpaka nguo, kwa sababu utashindwa kumchoma kweli au utashindwa kumkata hata viungo vya siri, inawezekana ndio. Kwa hiyo vitu vingine, mwanamke inabidi usingatie sana masuala ya mahusiano bana. Mahusiano ni mazuri kweli, wanasema kwamba Basic, basic, unajua, lakini tunatakiwa tujue kwamba mwisho mwisho wa mahusiano unaweza kuwa ni mzuri au ni mbaya. Mwisho mzuri pengine ni ndoa tunaiongelea sasa, kama hakuna majungu kwenye ndoa, hakuna majanga kwenye ndoa, ile mkuta meri, sawa au ile mkuta ule dada <prizabas sensorydet cash> w <flow> Sasa naomba wapi kidogo ushauri bwana. Swali zuri sana wanajua, watoto wa chuo, watoto wa kike wa chuo, kwanza kabisa inabidi waridhike na maisha yao, anatakiwa waridhike na maisha yao ambayo wametoka nayo ya watu vile Sawa, aujui hata wamepata wapi pesa vile, unataka na wewe kuishi kama wao. so, inabidi u, mtoto wa kike ishi maisha yako. Na kwenye mahusiano maybe mahusiano tunasema sio dhambi sawa, lakini inabidi uangalie mtu ambaye una date naye. Yani, unatakiwa ujue mtu sahihi wa ku date naye, usikurupuke tu. Unajua matokeo, unajua kuwa kama hayo, ujue hata mwanaume ametokea wapi, mwanaume ana hasira e, wewe unataka uruke naye so, kitu kibaya sana brother. Kwa mimi nadhani kwamba naeza ikawasaidia watoto kike hilo sa. Sana bwana, asante sana, asante sana.